Hello mpenzi wa lugha ya Kiarabu ta'al ta'al ta'al ta'al. Wakati wako umefika wa kuongea lugha ya Kiarabu. Lecture Tuition Center, kwa kujali thamani yako kubwa, tumefungua dirisha la kujiunga na kozi ya Kiarabu online. E bwana e, ta'al ta'al ya habibi al-ukhbir rah ya LTC. Masomo ni kwa njia ya video recorded. Unajifunza kwa muda wako, lakini ada ni fure Shiya Allah, ada ni shilingi elfu 15 tu kwa mwezi. Ndani ya ada utapata kitabu bure, kitini cha kiarabu bure, mafunzo ya ujasiriamali, vyote bure. Sikiliza sasa, kozi itaanza ni tarehe moja mwezi wa 11 2025. Wasiliana nasi kupitia namba 0785 766705. Ya habibi LTC education is a path to success